Ameunga mkono. Sasa nitawahoji kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio na mapato ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025 2026, Afrika waseme ndio. Wizara ya Maji imeidhinishiwa zaidi ya trilioni moja kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji, na fedha zingine zikitengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Wakijadili kwa kina bajeti hii iliyoweza kupongezwa na wabunge wengi, baadhi ya wabunge wengine wakaja na pendekezo muhimu la kuitaka serikali kupitia Wizara ya Maji kuongeza vyanzo vya maji. Mbunge wa jimbo la Mbagala Abdalla Chaurembo, yeye amesema katika jimbo lake kuna vyanzo vingine vya maji ambavyo vikiangaliwa, basi litaweza kutatua suluhisho la maji katika jimbo lake. Umeona lipo eneo halina mtandao kabisa ya maji ya Dawasa tunayo maeneo ambayo yana matatizo, maeneo ya maji Matitu, maeneo ya Chasimba, maeneo ya Kilungule, maeneo ya Machinjioni B na Machinjioni C, maeneo ya Dovia, maeneo ya Kisewe na baadhi ya maeneo ambayo kwa kweli bado yamekuwa na changamoto ya maji. Kauli ambayo ikaungwa mkono na baadhi ya wabunge siasa sadasla, za Dar es Salaam ni maji Niombe mwendelee kutumia visiwa vya, visima vya Kisarawe tu vikasambaze maji maeneo ya Kariakoo, maeneo ya Mbagala na maeneo mengine ambayo yana shida ya maji, kwa sababu Dar es Salaam, sisi mwanamke wa Dar es Salaam hatuombi ruzuku ya mbolea, hatuombi ruzuku ya pembejeo. Sisi tunachoomba ni maji. Siasa ya Dar es Salaam ni maji. Kura za Dar es Salaam zinapatikana kutokana na maji. Niombe muangalie upatikanaji wa maji wa Dar es Salaam. Ni kuhakikisha miradi ya maji inatekelezeka kwa kuleta fedha nyingi, ili miradi ile iweze kukamilika. Tusimtie doa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyojitolea kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Mara wanapata maji wananchi wa Tarime wananchi wa Serengeti wananchi wa Rorya wananchi wa Butiama wananchi wa Tarime mjini wananchi wa Tarime vijijini wananchi wa Bunda wanaendelea kupata maji katika kumtua ndoo mama, mama wa Mara. Kauli ambayo ikaungwa mkono na baadhi ya wabunge, huku mbunge wa viti maalumu CCM, yeye kilio chake kikubwa usambazaji wa maji kutoka ziwa Viktoria hadi Singida. Mheshimiwa mwenyekiti, pia nishukuru sana kwa mradi mkubwa wa maji wa Ziwa Victoria. Mradi huu umeshafika katika tarafa ya Shelui wilaya ya Iramba, lakini vipo vijiji ambavyo viliwekwa katika mpango na vijiji hivyo havina maji mpaka sasa hivi. Vijiji hivyo ni Mgongo, Mtoa, Mgela, Kibirigi, Mseko na Msai. Niombe sana kwa kuwa mchakato unaendelea na vijiji hivi viweze kupatiwa maji ya Ziwa Victoria. Lakini kwa kuwa pia mradi huu wa maji wa Ziwa Victoria unapita katika mkoa wangu wa Singida na usanifu unaendelea, niombe sana miku, vijiji vyote, kata na wilaya, maji haya yapite. Kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa mwenyekiti, katika mkoa wangu wa Singida una changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa maji safi na salama na unategemea vyanzo vya visima. Sasa njia pekee ya kumkomboa mwanamke wa mkoa wa Singida ni maji ya Ziwa Victoria. Hata hivyo bunge hilo liamua baadaye kuidhinisha na kupitisha bajeti ya wizara ya maji iliyoomba kiasi cha shilingi zaidi ya trilioni moja. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Twitter na Facebook. TSN, ni zaidi ya habari.